Kisa cha mwisho nitakachowahadithia leo kuhusu namna tunavyotakiwa kumtegemea Mwenyezi Mungu, na ukimtegemea Mungu anavyokunusuru kinawahusu vijana watatu. Hawa vijana watatu walikuwa ni vijana wachamungu zama za nyuma huko, wakaenda katika harakati zao, ikafika muda mvua kubwa inanyesha, radi zinapiga, hali ya hewa imekuwa ni mtihani, na wako jangwani. Walichofanya hawa vijana, wakakimbilia ndani ya pango ili wajifiche jua, wajifiche mvua na radi na hizo zahma zilizokuwepo. Wakiwa wako ndani ya pango, mvua inaendelea kunyesha, upepo mkali Jiwe likateremka likaenda kuziba ule mlango wa pango. Mba, pango sina kuwa na mlango mmoja eh? au mingi? Mmoja pakutoka hakuna. Kila walivyojitahidi kulisukuma jiwe jiwe jiwe, kweli halisogei hata nchi. Vijana wale wakafika mahali wakasema, hapa tulipo hakuna nusura wala msaada, sipo kutoka kwa nani? Kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wakaambiana kila mmoja wetu amuombe Mwenyezi Mungu kwa lile jambo lile ambalo anahisi jambo hili mimi nililifanya kwa ajili ya Allah, basi alitaja hilo jambo, alafu amuombe Mungu kwa jambo hilo alisogeze nini, jiwe. Akaanza kijana wa kwanza, Ya Rabbi, mimi nilikuwa ni kijana ambaye nilikuwa nina wazazi wangu wawili wazazi wangu wawili hao walikuwa watu wazima sana, na mimi nilikuwa na mke wangu na watoto. Kazi yangu kubwa ilikuwa ni kuchunga wanyama. Kwa hiyo kila siku jioni, nilikuwa ninapokamua maziwa, kabla sijauza wala sijaipa familia yangu, lazima kwanza niwapelekee wazazi wangu, wao ndio wa kwanza kunywa maziwa. Sasa, siku moja nimechelewa, kwa hiyo maziwa yale mpaka nayafikisha kwa wazazi kakuta wazazi washalala. Na nikaona vibaya kufanya nini? Kuamsha usingizi tena wa utu uzima, kwa nikasimama pale kwenye mlango wa wazazi wangu mpaka asubuhi wakaamka nikawapa kwanza wao maziwa, japo wanangu na walikuwa wanalia wanayataka yale maziwa, lakini sikuweza kufanya nini, sikuweza kuwapa mpaka kwanza wayanywe wazazi wangu. Ya Rabbi, kama kwa jambo langu hili nililifanya, kutafuta radhi zako, kwa sababu umetuambia tuwatendee wema nani wazazi, basi naomba utufungulie huu mlango tupate kutoka. Jiwe likasogea kidunchu, ikawa nje wanafanya nini? Wanakuona, lakini njia haitoshi kufanyaje kupita. Akaingia kijana wa pili. Huyu wa pili akamwambia, ya Rabbi, mimi nilikuwa na binti wa ami yangu, kazi ni yani binamu. Huyu binti alikuwa ni mzuri, mrembo binti huyu, mi nilikuwa nampenda lakini njia ya kumpata nikawa sina. Sasa siku moja huyu binti, yeye wazazi wake walikuwa washatangulia, akawa amekosa chakula, amekosa na namna yani ya kupata mahitaji yake ya lazima, kwayo akaja kwangu, mi kama kaka yake, kuja kuniomba nini, msaada. Nikasema ehe, leo kajileta mwenyewe kwayo, nikamwambia mimi msaada nitafanya nini? Takupa tena unachotaka lakini na mie unipe. Kwa hiyo nipe nikupe. Binti yule akawa hataki lile jambo, kwa sababu alikuwa ni binti anamwogopa nani? Mwenyezi Mungu. Akaamua kuondoka lakini hali ikazidi kuwa mbaya, akarudi tena kwangu kwa mara nyingine. Nikamwambia bwana, mimi kukupa aa, lakini nawe ufanye nini? Unipe basi. Ikafika mahala yule binti kutokana na hali jinsi ilivyo, akasema haya, japo nafsi yangu haifanye nini? haipendi Wakati sasa ndo yule kijana kashafikia kwenye harakati sasa ndo anataka kutekeleza hilo jambo. Yule binti akarudi kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Kwa kuona hakuna namna nyingine ya kujinusuru hapa. Ila kurudi kwa nani? Kwa Allah. Akamwambia yule kijana itakillah. Mwogope nani? Mwenyezi Mungu. Wala usifungue hii pete isipokuwa kwa haki yake. Kijana anasema ya Mwenyezi Mungu, nilipolisikia lile neno itaki, wa moyo wangu wote ulinyong'onyea, na nikaacha kufanya kitendo kile kiovu, na nikampa msaada huyu binti bila ya masharti yoyote. Ya Rabbi, kama kwa kufanya hivi nilifanya kwa kukuogopa wewe na kuitafuta radhi yako, basi naomba utufungulie ukafunguka tena kidogo, yaani nje unapaona vizuri, lakini kutoka haiwezekani. Akaingia kijana wa tatu, huyo kijana akasema, ya Rabi, mimi nilikuwa ni na mtumishi wangu ananifanyia kazi zangu, kanifanyia kazi, kafika mahala natakiwa nimlipe mshahara wake Tukasigana, yani kauli, akakataa ule mshahara, maybe mdogo, vitu kama hivyo, yani akaamua kuondoka kabisa. Kazi kashanifanyia, mshahara kaukataa ule mshahara. Mimi nikautumia kununulia mnyama, yani kama ng'ombe hivi au mbuzi. Yule mnyama akaja akazaa, akajukuu na vitukuu na yani, wale wanyama wakawa wengi yani kama mbuzi wamefika mpaka arobaini hamsini huko. Ushapita muda mrefu zaidi ya mwaka au miaka. Yule kijana akarudi akamwambia, nimekuja leo nataka unipe ile amana yangu. Akamwambia, ile amana yako sinayo ila nilinunulia mnyama na huyo mnyama nilinunua huyu mmoja, lakini huyo mmoja amezaa wamekuwa wengi. Kwa vile hawa wanyama wengi wametokana na yule mmoja ambaye nilimnunua kwa pesa zako, basi hawa wanyama wote ni haki yako kuchukua lote zizi zima ya Rabbi, kama nilifanya haya kwa ajili ya kutafuta radhi zako, tunaomba utufungulie hili jiwe tupate kutoka. Iwe lote likasogea, mlango ukawa wazi, na wale vijana wakafanya nini? Wakatoka. Nini kilichowatoa ndani ya lile pango? Nini? kumtegemea nani? Mwenyezi Mungu wako ndani ya pango tu, akitoa sauti hazifanye nini? Hazisikiki. Enzi hizo hakuna simu kama leo ukasema nitachukua simu nimpigie baba nimwambie tumejifungia huku, uja utufungulie. Simu hakuna, lakini wakajua yupo wakupigiwa nini, simu ambaye yeye ukibipu kafanya nini, kapiga. Alimradi umelifanya hilo kutoka ndani ya nini ya nafsi lillahi kona. Wausieni watoto wangu, nyinyi ni wanafunzi, si ndio? Eh, kuna wakati unasoma mambo hayafanye nini, hayaendi. Rudi kwa nani? Kwa Allah. Unaingia kwenye mtihani kila ukisoma matiri yamefanyaje, yameevaporate. Rudi kwa nani? Kwa Allah. Mtaje Mwenyezi Mungu, muite Mwenyezi Mungu, muombe Mwenyezi Mungu. Yeye kwake kuifanya nyeusi kuwa nyeupe is just a fraction of a second. Kutoa msaada, kutoa nusura kwa Mwenyezi Mungu ni kitu chepesi sana. Tumuombe, tumtegemee, tumtaje na tuone kwamba kila kitu kwenye maisha yetu bila yeye hakiwezekani. Ukiishi maisha ya kumtegemea Mwenyezi Mungu, mambo yako yote yanakuwa very smooth, una haja ya stress